Work for revolution. Tena msiogope revolution. Mijitu inayoogopa revolution ni minyonyaji. Nyinyi wanyonyaji. <laughs> wa, wakizikia, wakizikia, wakizikia revolution. Asa mama, wewe mnyonyaji, mama we. Mama we, we. Watu wanaogopa change ni wanyonyaji tu. Ni watu walioshiba; wanaogopa change kwa sababu change ile ina mashaka ndani ya lakini mnyonge lazima atake change. Mnyonge hawezi kutaka mambo, acha bwana, yaende hivi. Mnyonge awezikuwa conservative. conservative ni niyale yanayoshiba, sio mnyonge. mnyonge anataka lazima mambo ya mama ya vile vile. Ya ya okay, ya, yangu wewe <laughs> Mkutano wa nini? hayo ni yeye anayoshiba, hayataki, hayataki change. Change itawavurugia mama, na ndio ambao huko vijijini kila tunaposema tunataka kufanya change wanakataa, wanakataa, utakuta huko vijijini anayepinga pinga change. hajambo jambo hajambo jambo, anayepinga pinga change ni kiongozi wa change. Hajambo jambo anasema, anasema hii serikali inadanganya, inadanganya, adanganya, anashiba huyo.